wajumbe wa halmashauri, tunaye mwalimu Hamisi Mishi Kisome hapa, natibu elimu napata mkoa kinamzegensana wote wako hapa lakini aa, mneki wetu mwalimu Kakongo Msambano, mashake wote wa kata kuhudhuria, maimamu wa misikiti mbalimbali iliofika, walimu wa madrasa, lakini nisiwasahau viongozi wetu wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania ambao jumuiya zote ziko za kina mama ziko chini yao, tunawajua kwa jina la Juwakita, wakiongozwa na dada yetu ni Habiba Zene Nyuku na katibu wetu uh, ni Kudra Munyavua na wajumbe wengine wa Juwakita, lakini nisimsahau mwenyekiti wa Juwakita wilaya ya Dodoma, ambapo wewe mheshimiwa ndo utawala wako huko dada yetu ni Fatma Huseni na uh, wajumbe wengine aliongozana nao. Amuona mheshimiwa diwani wa Majengo, uko pale ananitazama, naeni mjunbo a Juwakita, lakini diwani wanakacha Majengo e, na wengine wote tumetambua uwepo wenu katika shughuli hii, waandishi wa habari. Mheshimiwa, kama ulivyosema una dharura kubwa na hili tukio ilikuwa tulifanya mapema na saa nane una kikao. Kwa hiyo, ndugu zangu, kilichotukusanya hapa mheshimiwa bunge ana kawaida na huu ni kama uradi wake kila Ramadhani yeye amejiwekea, pamoja na kuwafuturisha sehemu nyingi, mayatima, watu makundi tofauti tofauti, lakini ana uradi wa kuwapa iftar mashehe maimamu, na waalimu wa madrasa. Miaka yote iliyopita huwa tukifanyia ukumbi pale, lakini kwa leo nadhani kwa hali tuliokofuna, ule ukumbi mdogo umechukua watu kwa nafasi hamsini au sitini kwa kujibana bana mia. Kwa hiyo tukaona pana kipindi cha joto, lakini eneo tunalo kwa hivyo tutumie fursa hii na kitu billahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sina maneno mengi zaidi ya kwanza, nimshukuru kwa hili lilolifanya. Maana yake man lam yashkur alqalil la yashkur alkathir, asiyeweza kushukuru kidogo hata kingi hawezi kushukuru. Wa man lam yashkur annasa lam yashkur Allah, asiweza kumshukuru binadamu wenzie kwa wema alomtendea, we hata Mungu hawezi kumshukuru. Wapo wengi wenye uwezo wa kuweza kufanya hilo, lakini hawakujaaliwa isipokuwa kidogo ambacho tutakachopokea, tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Na tumuombee dua, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inshallah amfanyie wepesi katika mambo yake. Mheshimiwa, niombe kwa muda huu na wakati huu kwa kuwa kuna dharura ya kikao bungeni hili ni jambo lako wewe mwenyewe na uradi wako wewe mwenyewe, na wewe ndio uliagiza kwamba watu wafike ili uweze kuonana nao, au piga kura wako, lakini pia kusalimiana nao, lakini pia hatukuonana. Pengine wengine tunaonana mara kwa mara, kuna wengine hatujakutana nao, lakini katika baraka mwezi huu mtukufu Ramadhani, leo tumeonana kwa kwa kutumia muda huu na wakati huu, karibu utoe salamu na uzungumze yale uliokuwa nayo. Fata fadhali, mashukura na majua, karibu sana.